Mungu amenipa ujumbe kama unaandika andika kumtumikia Mungu. Utajiuliza kumtumikia Mungu ni nini? Ni sentensi ambayo ni common sana kwenye masikio yetu. Lakini huenda asubuhi ya leo kuna kitu Mungu anataka ujifunze. Kumtumikia Mungu naweza nikasema ni kuishi maisha ya ibada, ni kuishi maisha ya utii na kujitoa kwa Mungu kwa moyo wote katika kila eneo la maisha yako. Ni kuishi kwa kumpendeza Mungu, ni kufanya mapenzi ya Mungu, ni kumweka Mungu kwanza lakini pia kumtumikia Mungu tunaweza tukaiweka kama ilivyo kumtumikia. Ukisoma katika Kumbukumbu la Torati kumi mstari wa kumi na mbili na sasa, Israeli, Bwana Mungu wako anataka nini kwako, ila umche Bwana, kitu cha kwanza hicho, Mungu wako na kwenda katika njia zake zote, umpende, kumtumikia Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote. Hivyo vitu vinne vipigie mstari, ndio vitu pekee ambavyo Mungu wako na vitaka kutoka kwako, haleluya. Umche Bwana Mungu wako umpende, umtumikie kwa moyo wako wote. Ili umtumikie Mungu vizuri, ni lazima umpende. Hiyo ni kanuni. Biblia inasema katika yohana 14 mstari wa 15 ya kwamba mkinipenda mtazishika amri zangu. Kwa ili mtumikie Mungu kwa vile viwango ambavyo Mungu anataka, lazima kwanza umpende. Ukisoma kwenye Yohana mlango ule wa 21 kuanzia mstari wa 15 pale mpaka 19 utaona namna ambavyo Yesu alikuwa anazungumza na Petro wakati anataka kuondoka. Utasoma kwa muda wako, akamuuliza Petro mara tatu, anaambia Petro wa Yohana, wanipenda kuliko hawa? Petro anajibu tu kama kawaida. Sasa nafikiri Petro alikuwa anashangaa kwamba hivi huyu Yesu, mimi nimeacha kazi zangu huko nimekuja hapa na ubiri naye leo, hiyo ananiuliza na- nampenda. Lakini Yesu alikuwa na maana ya kumuuliza Petro, anamwambia Petro, wanipenda kuliko hawa. Petro anamwambia wewe, Bwana wajua. Kamwambia lisha kondoo zangu. Alikuwa tuna uwezo wa kumwambia Petro, hebu simamia hili kundi, lakini akamwambia wanipenda kuliko hawa. Na akarudia mara ya kwanza, akarudia mara ya pili, mpaka Biblia inatuambia alivyomuuliza mara ya tatu Petro akagafilika, akajisikia vibaya kwamba ina maana Yesu uniamini. Lakini Yesu alitaka kuweka mkazo kwa Petro kwamba ukitaka kunitumikia vizuri lazima kwanza unipende. Kwa maana yake tunamtumikia Mungu kwa sababu tunampenda, sio kwa sababu yoyote ile, sio hata kwa sababu tunataka magari. Hayo yanakuja baadaye, maisha mazuri yanakuja baadaye, lakini tunamtumikia Mungu kwa sababu tunampenda. Na ukishajua kwamba ninamtumikia Mungu kwa sababu ninampenda, hautakuwa na mtu ambaye atakusukuma nyuma kwamba hebu twende ibadani, leo ni siku ya ibada, hebu twende, kuna uinjilisti sehemu, hebu twende. Hamna mtu atakayekuwa lakini ukikumbuka tu kwamba nampenda Mungu, lazima nifanye kwa ajili yake, maana ameniumba kwa ajili ya hayo makusudi, ameniokoa kwa ajili ya hayo makusudi. Basi utaweza kusimama na kutenda kama vile ambavyo Bwana anapenda. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo lazima tujue kwamba tunamtumikia Mungu kwa sababu tunampenda. Ni tofauti na kule upande wa Shetani. Watu wengi ambao wameenda upande huo wanashuhudia namna ambavyo wakifika kule Lucifer, anawauliza sawa, umekuja unataka nini? Mwingine anasema nataka mali, nataka utajiri, nataka kujulikana, fame, bwana. Kwa wao, unataka utajiri, fanya hivi na hivi. Ukisikiliza shuhuda zao, tumika hivi na hivi. Lakini sisi tunamtumikia Mungu. Principle ya kwanza ni kwa sababu tunampenda. Maana yake ukishajua kwamba ninamtumikia Mungu kwa sababu ninampenda, hautahesabu gharama ya huo utumishi, unajua tu kwamba na mtumikia Mungu atanilipa yeye mwenyewe. Jina la Bwana alibarikiwe sana. Ukimpenda Mungu hautalazimishwa mambo ya Mungu, hautasubiri mchungaji akupigie simu kwamba mbona sikuoni kanisani. Mpendwa, hapo bado hujampenda Mungu. Lakini Yesu akawaambia wanafunzi wake kwamba mkinipenda mtazishika amri zangu, mkinipenda. Na ukishaokoka automatikali unakuwa mtumishi wa Mungu kwa sababu kwenye eneo ya utumishi wengine wanaweza wakajitoa kwamba bwana aliyeitwa ni mchungaji, lakini Biblia inatuambia ukisoma kwenye Ufunuo tano mstari wa tisa mpaka wa kumi neno la Mungu linasema nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitoa hicho kitabu na kukifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Mstari wa kumi unasema ukawafanya kuwa ufalme na makuhani, ukawafanya kuwa ufalme na makuhani. Maana yake kwa mstari huu unatuonyesha kwamba wote tuliokaa hapa tumeokoka, tumempokea Yesu kuwa bwana na mwokozi wa maisha yetu, ni watumishi mbele za Mungu. Mwisho wa siku, parapanda ikilia, tumeenda mbinguni, wote tutadaiwa kutoa hesabu ya utumishi ambao tumeutumikia kanisani. Na kama Mungu amekupanda mahali hapa, maana yake eneo lako la utumishi ni hapa neno la Mungu katika Ufunuo tano kama tulivyosema mstari ule wa tisa na wa kumi, Biblia haijasema ukawafanya baadhi, inasema ukawafanya wote. Wote aliowanunua aliwafanya kuwa watumishi, aliwafanya kuwa makuhani. Maana yake ni wewe tu kuangalia ni lipi eneo lako la utumishi uliloitiwa. Kwenye agano ni tofauti na kwenye Agano la Kale, ambako tulishatoka kule, makuhani walikuwa ni kabila la Lawi, lakini huku yoyote aliyempokea Yesu, Biblia inasema ukawanunua kwa damu yako watu wa kila kabila watu wa kila taifa ukawafanya kuwa ufalme na wakuha, na makuhani wa Mungu wetu. Tunaona neno la Mungu katika Yohana mlango ule wa nne, kwa habari ya mwanamke yule Msamaria ambaye kabla hajakutana na Yesu alikuwa kahaba, kwa sababu Yesu anamwambia, kalete mume wako. Anasema, sina mume. Yesu anamwambia, umesema vyema, kwa sababu umekuwa na waume watano, hata huyo uliyeko naye sasa hivi sio wako. Lakini tunaona baada ya huyu mtu kukutana na Yesu, baada ya kuokoka, maisha yake yalibadilika. Biblia inatuambia akauacha mtungi wake pale, akaenda mjini akawaambia, njooni mumuone mtu ambaye ameniambia mambo yangu yote. Akageuka kuwa mwinjilisti wa mji na watu wote, kwa namna ambavyo walimjua. Biblia inatuambia wote wakaondoka wakamfuata Yesu. Alivyokutana na Yesu, hakubaki kama alivyo. Hakusema tu nimekutana na Yesu, ngoja nibadilishe tabia zangu, lakini tayari aliingia kwenye utumishi, akaanza kumtumikia Mungu.